Kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya wa Jumatano, tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Dabi, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo dabi yenye msisimko wa fainali hiyo. E, itokee kwenye ligi nyingine unapata Kariakoo dabi halafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakaechapika hapo dio shughuli yake na kwa nakuwa memalizika me, lakini bahti nzuri, sisi Yanga tuna faida hizi <laughs> muhimu sana hizi. Juzi mtu fulani anaongea kweli kwamba wenzetu najua wanatafuta sare wanafanyaje, eh, tulitengeza mazingira ya kupata sare tusaidie, sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga, Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo, yani wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa sisi hata endorsement moja tunachukua uchampioni. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye hii mechi, akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo kisha kwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi ikiwa hivi kwa hivi, mechi inaongezeka msisimko. Kwa hiyo sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo, lakini la pili uh, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu NBC msimu huu. Kwa mimi, siko hapa hiyo kazi, ataifanya Karim. kumkaribisha mtu mwingine, namkaribisha mwana Yanga, kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe wana Yanga. Tumepiga sana kelele kisapoti timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana, kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata sapoti yetu nyuma tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie. Mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani, uwanja ni watu elfu sitini tu ule, tuje tujae pale vizuri, wana Yanga, tuisapoti timu yetu tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie. E, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Eh, nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. E, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar karibu ni shahidi ilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha bwana. Taratibu za wewe na timu zimeishia, ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini, warudi na nini? Kiukweli, kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote kile waichonakikishia kwamba kawaambie waandishi kawaambie na wanachama tarehe 25, Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimalize. Kama kuna swali hizo, maswali matatu kwa Ally Kamwe na tutaomba mwenye swali basi asogee hapa, asogee hapa jirani, ili aweze kusikika vizuri nyumbani. Almasi. Kwanza si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi, inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi, ilibidi wanayanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata maka. Tunatafuta sare akatufanyia hisani nyingine akaweka, e, maka ni jambo la maka. Hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda, lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao anatambua jitihada za watu wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapanga yule kijana no, tukaenda kutafuta sare, ukashangaa pimpi kaeta nje kaeta ndani, Kijili akaweka. Kwa hiyo tunasubiri hii sare ikitokea kama hiyo tutaikataa tutaipokea, ila si jambo jepesi kuwafunga Simba, ni jambo gumu lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi tatu. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe aa, lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini? unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuwaje? Matokeo yakiwa hivi inakuwaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo ya ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili, either sare au tupate matokeo mazuri inshallah.